Utafiti wa bomba la gesi la Kinyerezi Chalinze umekamilika. Utafiti wa upembuzi yakinifu wa kuchagua njia ya ujenzi wa bomba la kusafirisha gesi asilia lenye shinikizo kubwa kutoka Kinyerezi hadi Chalinze, unaolenga miongoni mwa malengo mengine kutimiza dhamira ya serikali ya kuifanya mkoa wa Pwani kuwa kitovu cha viwanda nchini, umekamilika. Hatua hiyo mpya ilibainishwa na Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC, Bwana Musa Makame, alipowasilisha pamoja na timu yake taarifa ya mradi huo kwa Mkuu wa Mkoa wa, wa Pwani, Bwana Abubakar Kunenge, hivi karibuni. Bwana Makame alisema mradi huo utatekelezwa chini ya usimamizi wa Shirika la Umeme Tanzania TANESCO. Akitoa maelezo zaidi, Mhandisi Angelindile Marandu. Alisema mradi huo unatarajiwa kugharimu jumla ya shilingi bilioni 2.3, huku shughuli za ujenzi zikitekelezwa na kampuni ya Gulf Interstate Engineering kwa kushirikiana na Paulsam Geo-Engineering Company Limited. Aliongeza kuwa mradi huo unatarajiwa kukamilika ndani ya miezi 15 baada ya kusainiwa kwa mkataba wa utekelezaji wa mradi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Pwani Bwana Kunenge Alisema mradi huo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuufanya mkoa wa Pwani kuwa kitovu cha miradi mikakati ya kiuchumi nchini. Mradi huu utakuwa kichocheo cha ongezeko la shughuli za uwekezaji, hususan katika sekta ya viwanda, jambo litakaloongeza uzalishaji na kupanua mapato ya mkoa, alisema.